Unaona, nchi zote za Afrika, nchi zote za Afrika na nchi za Waarabu ambazo zinapigana zote ni za Waislamu. Nchi zote zinapigana Afrika na Middle East ni za Waislamu, zote ni Waislamu wote, unapigana napigana. Vitu kuunaona, vita hii nai ni Waislamu. Mkristo anamtumia Muislamu kwa kuua ndugu yake alafu baadaye mkristu anasema bwana waislamu wanaua wakristu. Ameona pale wanani wameanzisha vita, wakristu wanaanzisha vita, baadaye wanatumia waislamu kuua tena ndugu zao, alafu tena wanawajitoa, wanasema bwana waislamu wanaua wakristu. waislamu wanatumikishwa na Wakristu wakuua wa ndugu zao Waislamu. Sasa na wenyewe wawachagui, wanaua kila mtu Mwislamu auueti Mkristu tu. Tumesikia mheshimiwa rais wa Marekani amesema kwamba, mzee bwana Donald Trump amesema kwamba Waislamu Nigeria wa Boko Haram wanaua Wakristu, lakini sio kweli Sio kweli kabisa, yaani sio kweli kabisa, ijanganyiki. Sasa hivi e, Nigeria kila mtu sasa za hivi, akiingia kanisani anaingia na mguu wa kuku, bunduki kali, bunduki lao no. Jiulize kwa nini? Nigeria kila mtu akiingia kanisani anaingia na bunduki na utasikia baadaye, itakuja miaka inakuja, muislamu ataingia msikitini na bunduki, anasema anajilinda mkristo asije kunimaliza, kwa sababu vita ya Ukristo muislamu na mkristo ndio inarudi tena, tena inarudi kwa ngazi kubwa sana, sasa hivi inakuja kwa kasi, ila ambao watu walikuwa hawajiamini kama itakuja tena, kwa sababu kila mtu alikuwa anajua, alikuwa na fikra nikijifikia mwenyewe kwa sababu tusome vitabu sana, usema Wakristo na Waislamu watapigana tena. Waislamu wanaelewa kama Wakristo na Waislamu watapigana tena. Sasa pande zote za nchi ambazo nataka kutaja sasa hivi zina vita, ni nchi za Waislamu. Maana nataja kwanza, Somali ni nchi ya Waislamu. Wakati wale watu walivyokuwa wakichoma zile mali za Waislamu, kama ile mabasi ya Esther, mwenyewe ni Mpentekosti. Hakuna mali ya Wakatoliki iliyochomwa nchi hii.